Samia ashukuru vyama, kampeni za kistaarabu. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu wa gazeti hili. gazeti hili imeandika jumla ya wapiga kura ni milioni 37,647,235. Wapiga kura Tanzania bara ni milioni 36,650,932. Wapiga kura Zanzibar ni laki tisa 96303. wagombea ubunge 1729, wagombea udiwani 7239, vituo vya kupiga kura 99895, wagombea urais wa Tanzania ni 17. Na habari picha ikionyesha wagombea urais wa Tanzania kwa tiketi za vyama mbalimbali. Gazeti hili limeandika vituo vya kupiga kura Tanzania bara 97348, na vituo vya kupiga kura Zanzibar 2547 majimbo ya uchaguzi 272 majimbo ya uchaguzi Tanzania bara 222 majimbo ya uchaguzi Zanzibar hamsini. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa tatu. Gazeti hili limeandika mambo 11 kuzingatiwa upigaji kura, habari katika ukurasa wa pili. Na hivi ndivyo mbambo limeandika gazeti ya habari leo, gwiji la habari Tanzania, pamoja na gazeti ya habari leo mikononi mwangu. Nalo gazeti mwananchi lenyew habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa mbele wa gazeti hili ni Tanzania kuamua. Watanzania leo wanapiga kura kumchagua rais, wabunge, wawakilishi na madiwani ambao watawaongoza kwa miaka mitano. Polisi kuhakikisha usalama, wadao wataka kura ziheshimiwe, hatua kwa hatua, kura mapema Zanzibar. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa sita, wa 12, wa 13, wa 14 na wa 16. Mambo kumi muhimu kuzingatia kabla na baada ya kupiga kura, lakini pia gazeti Mwananchi limeandika nafasi zinazopambaniwa katika sanduku la kura, ni nafasi ya urais muungano pamoja na Zanzibar moja, nafasi za wabunge 272, nafasi za udiwani 3960, nafasi za uwakilishi 50. 1992, mwaka ambao mfumo wa vyama vingi ulirejeshwa nchini baada ya kufutwa mwaka 1965 uchaguzi wa kwanza baada ya mfumo huo kurejea ulikuwa mwaka 1995 ukishirikisha vyama mbalimbali vya siasa vilivyosajiliwa kwa mujibu wa sheria Mwananchi pia limeandika dawa kinga ya e. Ukimwi ya uzwa milioni sabini na tano. Habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa mbili. Tunatazame sasa gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Lenyewe limeandika ni uamuzi leo, INEC yasema kapigeni kura kwa amani utulivu, yatoa maelekezo kumi. Serikali yasema vyombo vya ulinzi vipo timamu, watakaojaribu watakuwa kisiki watakwakisikiundani wa taarifa hii katika ukurasa wa nne. RPC mutafungwa, piga kura usibaki kituoni, habari katika ukurasa wa nne tactic utanufaisha wananchi wa mpanda mrindoko. Habari katika ukurasa wa tatu. Gazeti hili Magege asisitiza wa Tanzania kutunza amani. Habari katika ukurasa wa nne. Uthamini fidia SGR kipande cha tabora kigoma waendelea. Habari katika ukurasa wa tano. Etel yang'ara vita dhidi ya matapeli mtandaoni. Habari katika ukurasa wa nne. kumi na mbili wafariki ajali ya ndege pwani ya Kenya habari katika ukurasa wa kumi na tisa. Lakini pia gazeti hili limeandika serikali inavyozidi kujidhatiti kulinda rasilimali za taifa, habari katika ukurasa wa kumi. Na hivi ndivyo ambavyo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 Nipashe mwango wa jamii kama ilivyo magazeti mengine, lenyewe limeandika siku ya uamuzi wa Tanzania, milioni 37 wanatarajiwa kuchagua rais wa bunge madiwani leo. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili, wa nne, wa 10, wa 17 pamoja na ukurasa wa 18. Gazeti limeandika kura ya mapema Zanzibar yafanyika, IG hatuna sababu ya kuhairisha uchaguzi, ukikutwa bao usiku wa manane kukiona undani wa taarifa hii katika ukurasa hizo. Baadhi ya wasafirishaji wa mabasi wasitisha huduma, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Mwili wa mpenzi uliwekwa katika viroba ukatupa, undani wa taarifa hii katika ukurasa wa tatu. Akaunti ya kulipia madeni ya Zanzibar yafikia dola milioni mia tatu hamsini, habari katika ukurasa wa 17. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii gazeti hili. Mwema muungwana ni kitendo lenye limeandika ni muhimu, wapiga kura milioni 37 kuamua hatima ya uongozi wa nchi leo. Ujumbe wa amani otolewa na viongozi wa dini wanahabari habari, habari katika ukurasa wa pili. Maajabu Samia Salum mwalimu, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Afadhali mkate mkavu kuliko karamu ya ugomvi, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa kumi hadi ukurasa wa kumi na moja tusiingie kwenye uenda wazimu, ndani wa taarifa hii katika kurasa za ndani. Raia Mwema limeandika Tiseza yataka shuhuda za mafanikio, habari katika ukurasa wa nne. kafurila ka asifia mabadiliko ya uchumi, habari katika ukurasa wa tano. Serikali yaokoa milioni mia tano za moyo, habari katika ukurasa wa sita, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Raia Mwema, muungwana ni kitendo huru kweli daima, katika ukurasa wake wa mbele ya habari iliyopewa kipaumbele wa Tanzania milioni 37,647,235 kujitokeza kupiga kura. Jeshi la polisi lawahakikishia watanzania usalama wa kutosha, undani wa taarifa hii katika ukurasa wa pili habari, picha ikionyesha wagombea wa urais 17 wa vyama mbalimbali mbali vya siasa nchini Tanzania. Gazeti hili limeandika upigaji kura awali Zanzibar shwari, habari katika ukurasa wa tatu. Siku ya kuamua maslahi ya taifa, habari katika ukurasa wa 15 na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru, ukweli daima. Zanzibar Leo, kwa ukweli na uwazi, lenyewe katika ukurasa wake mbele limeandika kura ya mapema yafanyika kwa utulivu, ACT wa Zalendo yapongezwa kuhimiza amani, habari katika ukurasa wa tatu. Usafiri wa anga, sekta inayochangia ukuaji wa uchumi Zanzibar, habari katika ukurasa wa kumi. Amani na utulivu vyatawala Pemba, kura ya mapema, habari katika ukurasa wa pili. ZALHO yataka waangalizi uchaguzi kupuka mihemko. Habari katika ukurasa wa 3. Israel haitakubali wanajeshi wa Turuki kuingia Gaza. Habari katika ukurasa wa 9 gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar leo kwa kweli na uwazi. Na sasa tuko kwa habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani. Gazeti Mwana Sport ninalo mikononi mwangu lenye limeandika tatizo ni hili Kocha Mreno aanza na ushindi, habari katika ukurasa wa pili na ukurasa wa kumi na moja matokeo yakiwa ni Yanga mbili Mtibu wa sifuri, mchezo uliopigwa KMC Complex Dar es Salaam. Ijayo ni Tanzania Prisons dhidi ya Yanga Novemba moja mwaka elfu mbili na ishirini na tano Gazeti hili imeandika Kamara aingiza Simba sokoni, habari meandikwa kwenye ukurasa wa pili. Ijayo ni Tabora dhidi ya Simba kesho Alhamis, uwanja wa Ali Hasan Mwinyi, Tabora. Gazeti hili limeandika Twiga Stars yafuzu WAFCON, matokeo yake Tanzania moja Ethiopia sifuri ua na habari ya mjini, habari katika ukurasa wa saba wa gazeti hili, DB Lions Dar City mbele kwa mbele, habari katika ukurasa na hii ni habari ya kikapu. Lakini pia Mwanaspoti limeandika Serie A leo Jumatano na Juventus dhidi ya Udinese saa mbili na dakika 30 usiku, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake wa mbele. magazeti habari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 Habari katika ukurasa wa ishirini na moja, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Na gazeti hili linakamilisha urukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali Tanzania. Kutoka hapa toka zamani TV, asante na kwaheri kwa sasa.